Na bwana mtazamaji wa Trend TV, e bwana, leo tuko hapa na makala ambayo imeandaliwa na mdau anayefahamika kwa jina la Hope Tiger huko mtandaoni. Huyu Hope Tiger bwana amekuja kutoa ushauri e, baada ya kifo cha MC Pilipili e, awa ni wadau wa mitandao ya kijamii wana socialite e, wamekuja kuweka maoni yao hapa kuhusiana na ushauri wao kwa kile ambacho kimetokea MC, kwa MC Pilipili, sio yeye tu na watu wengine kibao e, nenda kusomea baadhi ya comments. So kitu ambacho kimetokea, bwana ni kwamba kwa mujibu wa uptega, kwanza kabisa ameandika kuhusiana na wasanii ambao wameshawahi kuuawa kwa kupigwa, kwani wasanii wa mziki na tasnia mbalimbali za burudani hapa Tanzania ambao wamepoteza maisha kwa kupigwa, na hii ni baada ya MC Pilipili naye pia kupoteza maisha kwa kupigwa mnamo siku ya tarehe 16 Novemba. Sasa hapa kwa mujibu wa Optega ameandika kupitia ukurasa wake wa Instagram, akiwa ameandika kwamba bwana, kila msiba una uchungu wake, lakini msiba unaotokana na kifo cha eh, kilichopangwa eh, na binadamu unaumiza zaidi. Wafuatao wa ni wasanii ambao wamekuwa wameuawa kwa kupigwa. Kifupi ni kwamba vifo vya nyuma yake kuna mkono wa binadamu. Moja ameanza hapo, msanii wa kwanza Optega ameandika kwamba Mandojo, e bwana, huyu ni mkali, eh, ameandika kwa kali aliyefanya vizuri sana miaka ya elfu mbili akiwa na mwenzake Domokaya kaya ngoma zao ni kama vile wana knock knock na nikupe nini e, zilifanya vizuri sana e, katika ikiwa ni hakika, ni miongoni mwa dio bora kabisa E, kuwahi kutokea nchini Tanzania na bado watu wengi sana walitegemea wali kuwaona wakiwa pamoja wakionyesha uwezo waliokuwa nao wa kipekee, lakini mnamo mwaka elfu mbili na ishirini na nne, e, ndipo ulikuwa ni mwisho wa safari ya duo hiyo, kwani Mandojo aliuawa jijini Dodoma baada ya kupigwa na kundi la watu ambao wanadai kwamba walimfananisha na mwizi. lakini pia vilevile vile MC Pilipili kifo chake, naye pia kimesikika na kimewagusa watu wengi, na ni miongoni mwa vifo ambavyo vilivyotikisa kwa mwaka huu 2025. Awali taarifa zilikuwa zikisambaa kwamba huenda amefariki kwa presha, lakini familia imethibitisha kuwa amefariki kwa kupigwa na watu wasiojulikana. Pia eh, vile vile, lengo la kutenda tukio hilo bado halijafahamika. Sasa ushauri kwa jamii na, wip, na wito wa Hope Tiger e, mwanahabari huyu huko mitandaoni Instagram, e, wito wake kwa wasanii, ameandika kwamba wasanii bwana, msitegemee maeneo msitembee maeneo ya wazi bila kuwa na walinzi, yaani bodyguard. Alafu pakaelezea hapa chini kwamba ameandika hapo uptege kwamba nimeshtuka sana baada ya kusikia taarifa rasmi kutoka kwa familia ya MC Pilipili kuwa mshehereshaji huyo, eh, mshehereshaji huyo hajafariki kwa natural death, yani kwa kifo cha kawaida, bali ameuawa kwa kupigwa na watu ambao bado mpaka sasa hivi hawajafahamika. Pia pia vile vile lengo la kufanya hivyo pia bado halijafahamika. Swala hili bwana, limefanya nikumbuke umuhimu wa msanii na watu wote maarufu kutembea na walinzi, yani bodyguard na hii inatakiwa wawe nao kila wanapokuwa katika maeneo hatarishi au ambayo wanaweza kuvamiwa kirahisi kwa sababu E, uki, e, ukisha kuwa maarufu tayari unakuwa na maadui wengi. Pia vilevile upatikanaji wako unakuwa ni mwepesi sana, maana kuna siku bwana utaposti tu kuwa utakuwepo eneo fulani siku fulani muda fulani, hivyo inarahisishia sana watu ambao wana nia mbaya e, kujua jinsi wanavyokupata, yani watakupata wapi. Kiukweli bwana, ni kwamba wasanii, ondoeni ile mentality kuwa kumiliki walinzi ni ushamba au ni kumwiga Diamond Platnumz. Tunajua kifo anapanga Mungu, e, na kila mtu atakufa, lakini kuna muda tuna uwezo wa kuelewa e, kuchelewesha kifo. Mfano, MC Pilipili angekuwa na walinzi wala asingekuwa e, ku, asinge e, asingeuawa, isingekuwa rahisi kwake kuuawa namna hiyo kusema kwamba leo hii mpaka umfikie damu, lazima ujipange, haswa kukutana na wakina Onesmo sio rahisi hata kidogo. Lakini pia vilevile vile najua tupo kwenye eh, machungu, lakini pia wasanii mliobaki msichukulie poa ushauri huo. E, katika pesa, e, katika pesa hiyo, katika hizo pesa mnazopata pia vilevile vile, e, kumbukeni tun, kutunza bajeti za ulinzi usikubali. E, kwenye usikubali kufanya show mkoani au nje ya nchi bila ya ulinzi. Hapa hapa daa tu hakikisha e, pia uko na ulinzi wa kutosha. Ya, huo ni ushauri wa mmoja eh, kati ya wadau huko mtandaoni anayefahamika kwa jina hilo ambalo nimekutajia la Hope Tiger lakini pia vile vile wadau mbalimbali nao wamekuja kuweka maoni yao bwana hapa. Ehe e, e wameandika kwamba bwana, wasanii wote au baadhi, kuna mtu amekuja kuuliza kwamba swala zima la kutembea na bodyguard natakiwa e, wafanye wasanii wote au baadhi, kuna mtu amekuja kuuliza hivyo e. kuna mtu mwingine amesema kwamba bwana, ulichokisema ni kweli, inabidi wazingatie hilo e. kuna mtu amesema so bwana kaka, haya ungeacha tu e. so kwa mtu mmoja bwana akasema kwamba wakimaliza swala wataanza, eh, okay? Haya kuna mtu hapa amekuja ameandika tu kwamba apumzike kwa amani ya so, hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Ukiwa kama mdau, nawe pia tuwekee maoni yako katika comment section hapo chini, tutakuwa tukisoma na kuliplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona. Lakini pia vilevile hakikisha vile tu unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.